Unaweza kusema utasema, asante ya nini? Mbona wiki imeisha, hujagusa hata elfu kumi? Lakini hela sio ndiyo muhimu sana, uzima aliyokupa ni zaidi ya vyote. Haleluya! Kwa sababu wapo ambao wamelazwa, wanapumulia mipira, wengine wako mochwale, wewe bado ni mzima, unayo nafasi ya kuweza kumtukuza, unayo nafasi ya kumshukuru bado unayo nafasi ya kuweza kuyafikia malengo yako. Tuna kila sababu ya kumwambia asante. Amen, ni jumapili nyingine, Jumapili ya baraka. Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ngoja tuende kwenye neno moja kwa moja, nataka tuangalie kuhusu upofu wa kiroho na namna ambayo tunatembea lakini katika ulimwengu wa roho tukionekana kama vipofu, tujitahadhari, tusiwe vipofu wa rohoni. Hakuna jambo mbaya kama kutembea unayo macho unayo masikio, lakini Bwana anapotazama na kuona kama kipofu. Hakuna jambo mbaya kama kuja ibadani kila itwapo leo, unalisoma neno, unaomba, lakini bado Bwana akikutazama na kuona ni kipofu. Na hili shetani amelitumia ili aweze kuwamaliza wana wa Mungu. Tubaki tukisema ya kwamba tunaona, lakini mbele za Bwana hatuoni. Tubaki tukisema ya kwamba tunasikia, na masikio tunayo, lakini hatusikii. Unaharibu mahusiano yetu na Mungu, unasababisha tusione uso wa Bwana. Upofu wa roho unasababisha tunadharau sauti ya roho Mtakatifu. Upofu wa roho. Haleluya! Naomba ukanisomee Matayo kumi na tatu mstari wa kumi na nne. Matayo sura ya kumi na tatu mstari wa kumi na nne Biblia inasema, na neno la nabii Isaya litatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, na kutazama mtazama wala hamtaona. Amen. Kusikia mtasikia, lakini lakini hamtaelewa, na kuona mtaona, lakini hamta tazama. Jina la Bwana libarikiwe. Tunatakiwa kujitahadhari, kuongeza bidii na kumtafuta Mungu kwa bidii, kumwomba kafungue masikio na macho yetu ya rohoni ili tuweze kuona na tuweze kutambua. Haleluya, haleluya. Sema kutazama, tutatazama lakini hatutafanya nini, na kusikia lakini hatuta. Ni ngumu sana tukiwa tumesha kufa kiroho kuweza kuelewa mambo ya Mungu au kuyaona lakini sikia unaonekana ya kwamba unaona, lakini mbele za Mungu anakuona wewe ni kipofu. Haleluya, amen. Neno hili halikuandikwa kwa ujinga, hapana. macho masikio yetu yasikia, unaweza kusikia kile alamu anaongea. <laughs> Nisikilize vizuri, lakini anaposimama hapa kuhubiri, hutaelewa kile ambacho anazungumza kupitia neno, kwa sababu macho yako ya rohoni na masikio vimekufa haleluya. Sikia mapema sana, akileta mpango mbaya wa kuharibu utamwelewa kabisa. Akikuletea neno la uzima utashindwa kumwelewa kwa sikio, kwa sababu masikio yako iye rohoni, ya rohoni yameziba. Amena, wana wa Mungu, bado masikio yetu yanasikia mbone? <laughs> muna nyamaza bado, masikio yetu ya rohoni yanasikia, ili tuweze kuwa salamu katika maisha ya ucha Mungu tuhakikishe tuko hai kwenye ulimwengu wa roho. Mtu asipokuwa hai, maana yake nyingine amekufa. Haleluya, sijui kama munanielewa. Hai. Lakini tunaonekana tumekufa, bali tutembee kama watu walioko hai mwilini na rohoni. <coughs> Haleluya. Ugumu wa maisha unatufikia au tunapitia ugumu wa maisha kwa sababu tumefunga mahusiano yetu na Mungu kiroho. Haleluya, sikiliza, unapokuwa na masikio ya rohoni, kama bado hayajaziba uwa roho, Bwana anakuja anazungumza nawe kupitia jako kuhusu jambo fulani nakufichulia mapema, anakuonyesha njia. Lakini kama umekufa kiroho, huwezi kuiona hiyo njia, maana una macho, huoni. Huwezi kuisikia sauti, kwa sababu unayobeba masikio, lakini kusikia, husikii. Aleluya. Kwa hiyo macho yetu au masikio yetu ya ndani ya rohoni yakiwa yako salama hatutayapitia magumu tunayoyapitia leo. Hatutafanyaje? Hatutapitia magumu tunayopitia, kwa sababu Bwana atakufichulia mambo ya sirini ambayo mwanadamu hajaona, ili uweze jua ni jinsi gani utatembea nayo. Unapokuwa na masikio, kama njia hii ni mbaya kuna danja kule katikati uwaroho, Bwana anakwambia usipite njia hii na unamwelewa. Lakini masikio yako yanapokuwa yamekufa, unakazana na njia ile, na katika njia ile unaangamia. Haleluya! si kwamba masikio yako ni mazima, yanasikia, unaelewa nacho kisema. Si kwamba roho bwana hazungumzi, lakini masikio yetu yako tofauti. Wengine wanayo ya mwilini na ya rohoni hayapo, yameziba. Wengine wanayo ya rohoni na ya mwilini, wanasikia vyote.